Enda uh, kukabidhi vifaa kwa viongozi tu. Viongozi nao tutawakabidhi hapa mbele zenu nyinyi nyote mtaona, tutawaambia tunawapatia moja mbili tatu ile tano mpaka kumi ishirini nne, wao watachukua jukumu ya kugawia waliofika hapa tu, na tukipendekeza tugawe hapa, kila mtu apate chake aende nyumbani akiwa na cha kwake. Sawa, sawasawa. Kwa hiyo ili tuokoe muda, naomba sana dada Rama, Faiza na Rashid, timu nzima twende pale tuanze kuwajibika. Rama, Rashid Rashid Haji na wengine kuongea kwa furaha. Yaani, sijui ni seme nini. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ndio aliowezesha yote haya, kwa hiyo tunamwachia yeye yote hey. Mimi natoa shukrani zangu sana kwanza, tumepata nafasi nasaa nafasi ya upendeleo ya kupata vifaa vingi, watu wenye ulemavu wa viungo, jamani, tushangilie tushukuru hii taasisi jamani, kwa sababu mambo mengi yamepita, tusiakumbushe yaliopita si ndweni, lakini mimi nilikuwa shahidi. Da Rahma kwa kweli alipata changamoto kidogo. Mimi naomba niombe razi kwa niaba ya watu ulemavu wa viungo utusamee kwa leo yaliyotokea sisi tunashukuru, na tunaahidi tutakuwa pamoja na Rahma na taasisi yako, na tushirikiane, tusiachane. Lengo kubwa la leo ni kuwafikishia vifaa nilivyopewa na, na Ubalozi wa Kuwait ambao ni wafadhili wangu wakubwa wa organization yangu yes. Una ushauri gani kwa watu wengine kuiga utaratibu kama huu ambao umewanzisha? Uh, ningewa, si, sio kitu rahisi sana, lakini mimi ningewashauri watu wa wawe waaminifu kwanza, ni kitu kikubwa. Sipitwe na kila kinachotokea Tanzania, download app ya Global Publishers sasa.